Yani mwenye kubainisha zaidi, mwenye kuweka wazi zaidi kuliko mimi kikauli. Wal arabu taqulu, na warabu wanasema afsaha subhu idha adaa, pindi itakapoangaza na kudhihiri. Aafsah subhu bana adaa, subhu wa dhahar, imeangaza asubuhi na imedhihiri.

limakani husniha kwa sehemu ya uzuli wake maneno hayo, wala latafati mawqiha na ulaini wa sehemu yake, warashaqati tarkibiha na uzuli wa mpangilio wake au sentensi zake. Warashaqati tarkibiha na uzuli wa sentensi zake, sawa tarkib, maana kusudi ule mpangano wa sentensi. Naam, hiyo ni maana. Nini alfasaha?

mpaka alisalimike na dosari nne, mpaka alisalimike na dosari nne, aibu nne. Alaibu alawalu, dosari ya kwanza, min uyub alkalima, katika dosari za neno ni tanafuru alhuruf, muingiliano wa herufi. Tanafur alhuruf, muingiliano wa herufi, inakuwa ni aib katika neno. Anaelezea maana ya tanafur lhuruf. Wa tanafuru lhuruf huwa wasfu fil kalima ni wasfa ambayo upo katika neno, sifa ambayo ipo katika neno. wasfun fil kalima ni sifa ambayo ipo katika neno. yujibu thiqalaha ala sam, inawajibisha uzito wake katika kusikia, yani tukisikia <coughs> neno sawa. wa suubata adaiha billisan, na ugumu wa kulitamka kwake katika ulimi kata mtu akilisikia dai neno sampuli gani hili? Sawa, eh, pia na ugumu wa kulitamka kwake katika ulimi, bi sababi kauni hurufi alkalimati mutaqaribat almakharij, kwa sababu ya kuwa herufi za neno zinakurubiana matokeo. Kwa kule kukurubiana matokeo, ndio inasababisha sasa pia hata kuwa nini kua nizito katika utamko katika ulimi sawa. So, hapo chini ameweka taaliq, anasema qala ibnu sinan fi kitabihi siru lfasaha ukurasa huwa hamsini 65 65

hiyo kwa maana e. Sasa katika inakuwa tanafuru alhuruf, ni ule mwingiliano wa herufi balagha. Anasema walam najua akhi, eh, ndugu yangu, annahu, hakika yake laisa hunaka dhabitun, huko hakuna kidhibiti Limaarifati thiqali wassuuba, yakufahamu uzito na ugumu, si wa adhauqi salim isipokuwa muonjo uliosalimika. Sawa, anaelezea kwenye taariki chini ni nini maana ya adhauqu salim. Tunaposema adhauqu salim, muonjo uliosalimika. Anasema adhauqu fi lugha, adhauqu katika lugha ni alhassa yudraku biha ta'mul maakal. Maana nini? Adhawq unaweza kuonja. Kwa hiyo anasema hapo katika lugha, maana adhawq ni isi ambayo inafahamika kwayo ladha ya chakula. Bado naonja, naonja chumvi, kwa ile isi ambayo inapelekea ukajua chumvi imekolea, ni alhasatu yudraku biha ta'mu almakal, ni isi ambayo inafahamika kwayo ladha ya nini, chakula. Inaitwa nini adhawq.

watahsulu bilmuthabarati ala darsi, jambo hili linapatikana kwa kudumu juu ya darsa. Wamarasat kalami lbulagha, na kuyatumia maneno ya watu wa balagha. Watkirarihi, na kuyarejea rejea. Ala lsami, katika uskivu waanutqi. Nam, watafattun likhawasi maanihi wa tarakibihi, na kufahamu vihusishi vya maana zake na ile mipandano yake sentensi zake, zile. Sawa. Watahsulu aidan, na inapatikana vile vile bitanzihi alaqli wal qalbi, amma yufsidu ladaba wal akhlaq, ni kuitakasa akili na moyo kutokana vile ambavyo vinaharibu tabia na adabu. Sawa. Fa inna dhalika aqwa asbab salamati dhou, jambo hilo lina katika sababu ambazo zenye nguvu zaidi katika kusalimika mgonjwa wa maneno. Unafahamu she hii ni kwa ni taaliki ya hapo, kui ni dosari ya kwanza hapo ameendelea kusema waalam anna dhauq salim huwa lumdatu fi marifati husni lkalimati wasalasatiha. Jua e, kwamba hakika ya dhauq salim ndo nguzo ya kufahamu uzuri wa maneno na ulaini wake, chini hapo e, wa salasati, na ulaini wake. Watamyiz mafiha min wujuhi lbashaa, na kupambanua yale ambayo yaliyopo ndani yake katika njia za katika wajihi ambazo ni mbaya

Mbe bulbul ni aina ya ndege ambayo inafanana na kasuku. Hmm? Hey. <tipulubu ni> Falladhi. <-hadiye> Sababu so, asli yake ni maneno hapo katika albalagha tu wadhiha. Mm. Naam, kwa asili ya nani yake hapo ya katika maneno haya hapo katika al-balaghatu mm, al-balaghatu al-wadhiha fa alladhi yatrabu li sauti al-bulbul, yule ambaye anafurahi kutokana sauti ya bulbul. Bulbul, bulbul ni aina ya ndege jamii ya kasuku. Mm, ya kasuku wa yanfiru min sauti al-bumi wal ghirban, na nafukuzika kutokana sauti za bundi na kunguru mm. Sawa.

Mani, kina, kia yana ni maneno mawili lakini yanakiwa na maana moja, yanakusudia ni bikhilafi kalimati albuaq, kinyume na neno albuaq alati ambalo fi maanahu malipo katika maana zake maneno hayo.

Anasema shekhu, wa amthalu dhalika kathirun fi mufradati lugha, mifano hayo ni mengi katika mufradati ya kilugha. Tastati'u an tudrikahu bi dhawqik, utaweza kuyafahamu kwa ule muonjo wako. Hapo ameweka undhur Jawahirul Balagha, Jawahirul Balagha pia. Naam shekhu, naam shekhu. Hata hapo kwenye neno tasuku al-udhun unaweza kusema pia linashtusha masikio. Yaani linashtusha usikiaji. Sawa? Hapo chini tasuku al-udhun. Yaani linashtusha sikia neno, mtu akisikia anashtuka. Al-aibu thani dosari ya pili ni gharabatu al-istimal. Gharabatu al-istimal.

wale walio mafasaha. Li anna almuawwal alayhi fi dhalika istimaluhum, kwa sababu kinachotegemewa juu yake katika hilo ni matumizi yao. Neno nimelitumia sawa. Li anna almuawwal alayhi fi dhalika istimaluhum, kwa sababu kinachotegemewa juu ya hilo katika hal, katika jambo hilo. Li anna almuawwal alayhi, kwa sababu so, kinachotegemewa juu yake fi dhalika, katika hilo. Istimaluhum, matumizi yao. Wala dhabita limarifati gharabati al istimal, na wala hakuna kidhibiti sawa, na wala hakuna kidhibiti cha kufahamu ugeni wa matumizi maneno, ila isipokuwa bikathrati litilai la kalami al arab, wa wingi wa kuyachomozea maneno ya Warabu.

Alaibu athalith, dosari ya ngapi? Ya tatu ni mukhalafat qias. Kufahamu qias kukhalif eh, qias sawa, kukhalifu qias chalugha. Hilo neno limeenda kinyume na qias. bi an takuna al kalimatu mukhalifatan liqawaidi sarfi, nikakuwa neno limeenda kinyume na kanuni za sarf. Kaqawli ar-rajiz, kama vile qawli ar-rajiz alivyosema

kuchanganya hizo mbili kwa mukhalifu qiyas, kwa pia neno lisio ni mukhalifa alqiyas. Haya yote ndio, kadri unavyofahamu unavyosoma kanuni za kilugha za kisarfu, ndio unakuwa unafahamu vitu kama hivyo. Alaibu rabi, dosari ya nne ni alkarahatu fi sam, uchukivu katika kusikia. Yani ndio ukisikia unaona ile neno bona linakaraisha Sawa, so, alkarahatu fi sam'i, uchukizaji katika kusikia. Bi an takuna alkalima wahshiya, ni kama vile kuwa neno ni so, susuavu. Sawa, alkalimat lwahshia, neno susuavu, ni lile ambalo ma kana ghayru wadih alma'na. Lkalima lwahshia, ni neno ambalo maana yake haipo wazi. Sawa, so, ta'anafuha atiba'u yani linaionea ya kinyaa tabia, yani ta kisikia. Watamujuha alasmau, watamujuha alasmau na linachukiza lina masikio, yani tali kusikia mtu unachukia. Wakad mathalu likalimati, wakad mathalu na kwa hakika ametolea mfano lidhalika, wa jambo hilo, bi kalimati aljirisha

anhalasma yanafukuzika kwa neno hilo, umesikia. Hata mtu ataki kulisikia. Jirisha ndi husudia nafsi, kama tambo asma an samai laswati lmunkira, kama vile anavyofukuzika sawa, kutokana na kusikiliza sauti zenye kuchukiza mtu anavyosikia jirishu kwa hizo ni dosari nne ambazo zinakuwa neno katika neno, naitwa uyub al-kalima. Kitua hapo, tutakuja kuanza hapo fasahatul kalam, na hapo tutakuja kusoma hiyo, kwa sababu fasahatul kalam pia ina dosari zake. Tumaliza muqaddima